ambazo siwezi kueleza mm, na siwezi sema najisikia, uh, kumtukuza Mungu kwa kiwango ambacho siwezi kuzungumza, pia kwa ajili ya hawa watu, naifumilia ushuhuda wao ni mkubwa sana na, <coughs> Mungu munu wenyebeneza ni wao wanamshukuru Mungu.

kizazi chako na kutoa sadaka yako. Ya. Hakuna mtu alikuwa amjui sadala, hakuna mtu, lakini tunakumbuka tulikuwa na mwambi anaitwa Kilio cha Mwanamke, unakumbuka eh? Ile mama pale simama akatupeleka kwenye vituo vyote vya kuvuta bangi walevi anavyovijua, tulitoka hapa kama tumechanganyikiwa, tukizunguka kijiwe kwa kijiwe, tukiwaamuru waje kanisani na tukiwaamuru waokolewe. Huyu kijana leo amependeza sana kiasi <tapos> kaniambia jambo moja, hakuna mitalo ilikuwa hainijui, nililala kwenye mitalo, wala hakuna shida Nililala popote hakuna shida. Nilioa mke akanikimbia, kila kitu kiliharibika, yaani sura ilibadilika. Lakini leo tunaenda kuhubiri, anasimama anawahubiria wenzie, ana uhodari wa kila alichokipata. Sio yule tena wabangi, sio yule tena wasigara, sio yule tena wapombe sio ule tena mirungi, sio ule tena asiefa. Ni mtu anayestahili. Mwanao unayemlilia sana, wewe ni mwanamke, usiache kulia. Inawezekana, inawezekana leo ni kipenzi kikubwa cha mama. Ni nimevaa viatu hivi ni yeye kaninunulia. <coughs> na vitu vingi tukatenda. Ni miezi mitatu tu, kama sio minne, nafikiri mitatu, tangu ameokoka ameweza kufikia uya hatua. Najua juzi nilisikia ameibiwa, lakini nikashangaa sana. Hey, kiwango cha pesa amembiwa kikubwa sana. Sikufikiri kama ongeza atakujana sadaka leo, lakini jaribu kuwaza, kwa kazi za kawaida Mungu amembariki yuko na nyumba yake bana. Huyo Mungu aliyemkimbilia akufanye tajiri Hala ambao walikuwa hawajanchia thamani thamani yake wanaweza kuiona leo. Thamani yake waione leo. Moyo wa shukurani kwa sana. Na mimi nawaleta mbele za uso wako leo kwa shukurani. Huu ni uzao ambao Mungu nazaliwa na Mungu kwa sadaka yao. Naomba kwa jina lako Yesu utakaso ulio mkuu utafanyike kwa damu ya Yesu Kristo, kikatakaswa sio tu hao walioko mbele leo na kizazi chake chote kikapokea nguvu ya kutakaswa na kurehemiwa. Mungu asante kwa sababu damu yako ya thamani ina rehema na inatakasa kwa jina la Yesu. Asante Mungu, asante Mungu, asante Bwana. Takasa kizazi chake chote kwa jina la Yesu Kristo. Mungu asante kwa ajili ya jizo, kwa damu na kwa jina la Yesu. Mungu, osha safisha kila kitu na kwa damu yako ya thamani, nguvu zako Bwana zikambatane naye. Wewe umemkusudia kumtumia, naomba neema yako kwa Bwana Yesu, itazaliwe utumishi ndani yake ili Bwana Neema hii ikawa na ushahidi ulio mkuu na matendo yake yakawa halisi kwenye maisha yako na kwenye maisha yake, katika jina la Yesu Kristo, leo ninambariki mbele ya mkutano haya. Katika maamuzi ya tunayotoa ya kwamba awe mkuu kati ya ndugu zake, na Mungu, fedha isiyepuke maisha yake, na ifungua password ya fedha mbele yako, katika jina la Yesu Kristo lia mbele yako katika jina la Yesu Kristo. Njia zako Bwana akazichunguze njia zako Bwana akazitunze maisha yako Bwana akayatunze katika jina la Yesu Kristo. Mwaka huu Bwana akupe mke wako na familia yako njema, na uso wako ukawe na sababu ya kutukuzwa katika jina la Yesu Kristo. Nimekubariki leo kwa uzao nimekubariki leo kwa ndoa na nimekubariki leo kwa fedha na mali na utumishi kwa jina la Yesu Kristo. Asiwe patakaye kulaani ambaye yuko katika nchi kwa jina la Yesu Kristo. Mbingu na nchi naziitike kwa baraka hii kwa jina la Yesu, amen. Kwa tuseme, amen. Amen.